Mzee ah, ni nini? Mbona unajiongelesha peke yako? Kuna shida? Nani anajiongelesha peke yake. Unajua mimi am self employed. Niko na staff meeting. Naongea na HR, nione vile tutasaidiana iko hii maisha. Staff meeting? Yes. Peke yako? So yes. Okay, mzee nakwambia, imagine kutoka asubuhi si chakula anything. Nilikuwa naomba unisaidie tu 50 hivi. Madondo, unajisikia vizuri kwa, unajisikia vizuri. Eh? Unaomba mwanaume wenzako pesa na wanaume wenzako wako huko nje wanatafuta pesa. kwani nafaa niombe nani pesa? Enda ukatakate miwa uweke kwa wheelbarrow uuze kama wenzako ange wacha kuongea vibaya wewe. Kwani uhakisia kuna kazi ingine tunafanyanga ni miwa tu? Haujui tuko na watu kwa ma ministries? Ministry gani ya kukata miwa na kuweka kwa vibaro na kuuza uzo wewe, unaongea acha. Wewe mseba, acha niongeleze, kama economy ni ngumu kwa kila mtu bwana, don't be na, na kama economy ni ngumu kwako, pia ni ngumu kwangu, na usinilete. Na sisi tunaongea vibaya? Kwenda unachoza baya wewe. Usiniongeleze hivyo nini nini kama una pesa, sema una pesa bwana. Sina ya kukupatia, niko na ya kujisaidia. Na, na, na ni nini bwana? Usilete bwana. Nitakutandika na nichukue hiyo. Kwenda huko. Serikali unajua bari imenifikisha wewe. Unajua serikali imenifikisha wapi wewe? Michi. Wewe wechuanya. Unajua si ni watu wechuanya. Nitakunyinyia kitu wewe. Eh, wewe, wewe chunga wewe bwana. Kwenda huko. Na nyinyi acha 50. Wewe, Nyaribari chache wewe. Kuja hapa wewe. <laughs>